Wizara ya fedha kuongezewa mgawo kwenye bajeti ya mwaka huu, wagonjwa sugu ama magonjwa sugu kama vile selimundu bado imesahaulika na kuacha maelfu ya familia katika njia panda. Katika kaunti za ukanda wa Magharibi, familia nyingi bado zinahangaika kupata dawa ya kupunguza makali ya ugonjwa huo. Katika kijiji cha Gotkokech, kaunti ya Homabey, Samuel Onyango anapata chamcha na wanawe wawili, tembe hizi zikiwa desturi kumeza kila asubuhi. kwa miaka 17 Samuel amekuwa na jukumu la kuwashughulikia wanawe ambao wanaugua selimundu. Hisi watoto wangu sote, kwanza vile bado walikuwa wadogo Ha, mama yako walikuwa hata wakati nilienda kwa ward. Mimi ndio nakaa kwa ward, nimelala usiku, ikifika asubuhi naenda job, ikifika jioni nakuja nalala. hawezi kaa kama mimi, hayuko na mama yake imekaa tu. Takwimu kutoka wizara ya afya zinaashiria kuwa watoto 1400 huzaliwa na ugonjwa wa selimundu kila mwaka. Kaunti ya Homa Bay ikinakili asilimia kumi na mbili ya wanaougua ugonjwa huo. Uwepo wa ugonjwa wa malaria ukiwa sababu kuu ya Selimundu kuripotiwa haswa katika kaunti zilizoko ukanda wa magharibi pamoja na maeneo ya pwani. And that's where now we have um, the red blood cells been sickled. Uh, that's why it's called sickle cell disease. So you'll find that uh, for carriers um, they are a little bit protected from malaria. There's an adaptation. And uh, now if you have carriers Um, for example maybe marry in another career because of this adaptation then thereis a 25 chance that they may have a child that is, has upasuaji aina ya stem cell inayogharimu kadro shilingi bilioni tatu, ndio tiba pekee ya yes. ugonjwa wa Selimundo. Kutokana na uzito wa gharama ya maisha, waathiriwa wengi wanategemea madawa kama vile hydroxyurea inayomezwa kila siku ikigharimu kati ya shilingi 30 hadi hamsini kwa tembe moja. Gharama hii ikiwa ngoma kwa familia nyingi, wengine wamekufa kulingana na pe na pesa. Kama wewe hazina pesa, ukipeleka huyo mtoto zoos, ukiingia naye damu pia ni elfu tano. Magonjwa sugu ikiwemo selimundu hazijakuwa zikipokea mgao wa fedha. Huku wadau mbalimbali wakiondoa ufadhili wa afya, Samuel na maelfu ya wa familia wanabaki katika njia panda. Uh, non diseases. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.